Mashabiki wa timu ya Mashujaa wakisafiri wastani wa kilomita 800 eh, kutoka eh, mjini Kigoma. Karibu sasa, hili ni dimba la Kaitaba. Ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa kabumbu. Waamuzi na wachezaji wa timu zote mbili wakiwa katika hali nadhifu kabisa kuhakikisha kwamba mchezo huu eh, sheria kumi na saba zinafuatwa. Uh, sina shaka aina yoyote ile, wakati ambapo uh, Kagera Sugar wana mkulukumbi kikosi chao hii leo uh, kocha wao Juma Kaseja amekuja na mfumo wa 4 4 mbili, na hawa sasa ni kikosi cha timu ya Mashujaa FC, wana mapigo na mwendo kama ambavyo nimekufahamisha. Eric Johora ndiye anasimama pale, lakini mechi yake ya kwanza ilikuwa ni Kagera Sugar wana mkulukumbi dhidi ya Mwadui msimu wa 2017 2018. Anarejea tena katika mchezo ambao eh, Kagera Sugar wako nyumbani, lakini eh, Tanzania Prisons katika mchezo wa awali imepata ushindi wa mabao mawili eh, kwa bila dhidi ya Coastal Union. Mangushi tengeneza tena kwenye nafasi haya Barama na kula nguzo nakugonga mtambaa wa panya. Lilikuwa ni jaribio moja maridadi kabisa kwa wana mapigo na mwendo, na yale ndio mambo ambayo yamezoeleka kwa Barama mapinduzi. Aliwahi kufunga bao katika mchezo baina ya Simba na Yanga. Katamu Ahmed Musa, ni penalti wala hapahitajiki Uh, mustakabali ama kutumia nguvu kubwa ya kuleta malalamiko. Samuel Onditi anawatuliza wenzake na kuambia ni dhahiri shahiri, Muhamedi Musa alijichanganya, uh, katika harakati za kuokoa mpira ule. Jaffary Kibaya, Kibaya anaweka goli la kwanza kwa upande wa timu ya Mashujaa, wana mapigo na mwendo ilikuwa ni upande wa kulia wa mlinda mlango Ramadhani Chalamanda uh, Jaffary Kibaya, ilikuwa ni penati ambayo imepigwa na Jaffary Kibaya, mchezaji wa zamani wa timu ya Mtibwa Sugar uh, kutoka kule. Uh, kadi ya njano Idrisa Istanbuli alikwenda juu zaidi ya Samuel Onditi, ee, kisha akatumia zaidi nguvu katika harakati za kuwania mpira ule nasa. Haya, inakuwa ni faida tena kwa Kagera. Naam, dakika 45 zinakamilika na zikiwatoa Mashujaa FC kifua mbele. Bila shaka ni furaha kule Ujiji, mwanga gungu, Kibirizi, Katonga. Karibu katika dakika 45 za pili, moja kwa moja kutoka Kaitaba Stadium. Golkipa Eric Johora anachukuliwa hatua za kinidhamu nahodha wa timu ya Mashujaa. Haya pere kwa mpira vizuri, Mohamed Musa, mpira Musa unakwenda nje kwa goal kick. Wanaoendelea kunufaika hapa sasa ni Mashujaa FC wana mapigo na mwendo wachezaji kadhaa Ulomi anakwenda kwenye bench, nakwani kona inawekwa kwenye lango la timu ya Mashujaa, goalkeeper Eric Johora. Ilikuwa ni moja kati ya kona nzuri ambapo Samuel Onditi alikwenda kujitwisha mpira ule wanajaribu kucheza tena. Kagera, mpira umekwisha, dakika 90 zinakamilika. Mashujaa FC wana mapigo na mwendo, wanazidi kupigilia msumari wa mwisho kwa wana Mkurukumbi. Na Eric Johora anamshukuru Mwenyezi Mungu, wanapongezana. Uh, wachezaji wa timu ya Mashujaa wakipoteza nyumbani Uh, dhidi ya mapigo na mwendo